amaji tuanzie mkoani Dodoma ambako waandishi wetu Joyce Mwakalinga na Bulaya Moses wamepiga kambi huko kukuletea mfululizo wa vikao vya bunge la kumi na moja la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakiangazia shughuli mbalimbali zilizofanyika kwa siku ya leo. mtazamaji wa Star TV hapa ni kutoka mkoani Dodoma katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tutakujuza ile machache tu kati ya mengi ambayo yamejiri siku ya leo. Kikubwa ambacho kimejiri leo hii ilikuwa ni katika kikao cha pili katika bunge la kumi na moja, na katika mkutano huu wa kwanza kikubwa ambacho kimekuwa kikiendelea ni kiapo cha uaminifu kwa wabunge. Zoezi hilo limeanza na muda mfupi tu baada ya kupatikana kwa spika wa bunge ambaye alikuwa ni Mheshimiwa John Dugari ambaye ndiye spika katikana. Basi baada tu ya um, shughuli hiyo baadaye, ya zoezi lilofuata ilikuwa ni kiapo cha uaminifu kwa wabunge. Zoezi hilo limeanza jana na kuendelea siku ya leo tangu asubuhi, baadaye kukawa na mapumziko, na jioni tena zoezi hilo limeendelea. Na hicho ndicho kikubwa sana ambacho uh, kinajiri ama kimejiri siku ya leo kutoka hapa bungeni mjini Dodoma. Lakini pia mbali na hilo uh, do, hapa bungeni Dodoma kumekuwa na wingi wa watu, hiyo yote ni kutokana na ni mara ya kwanza wabunge uh, wapya ambao wamefika hapa kwa ajili ya kuanza shughuli hizo za bunge kwa ajili ya kula kiapo, lakini pia wapo wabunge ambao wamerudi katika awamu nyingine, lakini ile kurudi na hawa wengine wapya ambao ndo wamekuja kuanza, basi ndugu zao, jamaa zao na marafiki wengi wamejitokeza kwa ajili ya kuja kutoa pongezi kwa ajili ya kutoa mkono wa pongezi kwa kwa wapendwa wao. Lakini shughuli iliyoko mbele ni kiapo cha uaminifu kwa wabunge yapo mengi ambayo yataendelea kujiri hapo kesho na kesho kutwa, lakini kumbuka, hamu na shauku kubwa ya Watanzania ni kutaka kufahamu ni nani ambaye anakwenda kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii pia imekuwa ni gumzo la hapa na pale, lakini uh, bado yanahesabika uh, masaa machache tu, basi jina litafahamika na hatimaye zoezi lingine la kuapishwa litaendelea na na ni ni, ni masaa tu ambayo yanahesabika kwa sasa hivi, hatuwezi kusema kwamba uh, ni siku. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo yamejiri ama yamejitokeza hapa mkoani Dodoma. Hata hivyo, mwenzangu Blaya Moses amezungumza na baadhi ya wabunge na kupata wanazungumza nini, lakini wanaonyesha furaha gani. Uh, baada ya kula kiapo cha uaminifu utapata kusikia ripoti hiyo ambayo imeandaliwa naye Blaya Moses.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 na kauli mbiu yake hapa kazi tu. Wabunge kutoka chama tawala wanasema waziri mkuu ajaye ni lazima aende sambamba na kauli mbiu hiyo. Ni yule ambaye atakwenda na kasi iliyoko ya Mheshimiwa Rais, kwa sababu tunahitaji waziri ambaye anafahamu matatizo ya wananchi. Tunataka waziri ambaye na yeye ataisimamia serikali kutekeleza ahadi zake kupitia Ilani ya Chama cha Mapinduzi. Naamini waziri mkuu atakayekuja atakuwa ni mchapakazi sana ili kuleta maendeleo na ili Chama cha Mapinduzi kuweza kupata ushindi wa kishindo mwaka 2020. Yeye tangu ameapishwa alianza kufanya kazi, amekwenda kwenye maofisi mbalimbali kuangalia watu kama wanafanya kazi. Kwa hiyo anamhitaji waziri mkuu ambaye atafuata nyayo zake ili aweze kuyafanya na kutimiza ndoto zake. Na wabunge kutoka kambi rasmi ya upinzani bungeni wakatoa wa mtazamo wao kuhusiana na waziri mkuu ajaye. Nataka waziri mkuu ambaye akitamka neno lake neno lile lisimamiwe na litekelezwe. Hatutaki waziri mkuu ambaye yani ya, yaani anasema kitu alafu baada ya miezi miwili mitatu akitekelezeke akitekeleze nione hayo mabadiliko kwenye serikali ambayo iko madarakani, yani Mheshimiwa Magufuli. Nategemea kuona waziri mkuu ambaye atamleta ni mtu ambaye anaenda kuleta mabadiliko kwenye nchi yetu, sio waziri mkuu wa ile tunasema business as usual. Lakini pia nasubiri sana kwa hamu kuona kwamba baada ya kuteuliwa waziri mkuu ambaye ndio mtendaji mkuu wa shughuli za serikali bungeni na hata huko kwingineko aweze kuenda na dhana ya wananchi wanachokitaka. Wabunge waliokula kiapo wakaelezea ya matarajio yao kwa wananchi waliowapa ridhaa miaka mitano iliyopita. E, tumepata miradi mingi ya maji, miradi ya umeme, miradi ya barabara pamoja na sekta ya elimu na afya. Kwa hiyo kwenye miaka hii mitano hapo jimboni kwetu wategemee tutaendeleza pale tulipoishia ili kuweza kupiga hatua zaidi. Deni langu kwao ni kuwatumikia kwa uaminifu, hilo ni la kwanza. Lakini lingine la pili, peke yangu siwezi, ninahitaji ushirikiano wao, wanipe ushirikiano kwa sababu ni kipindi changu cha pili, nataka pale nilipokuwa nimepaacha nipaboreshe zaidi. Wabunge wameendelea kula kiapo cha uaminifu, huku kitendawili kilichobaki kuteguliwa ambacho kinasubiriwa kwa hamu kubwa na Watanzania ni kumjua waziri mkuu wa Tanzania sambamba na uchaguzi wa naibu spika wa Bunge la kumi na moja. Brian Moses, Star TV, Dodoma.